Na sasa rada inaiangaza Lushoto mkoani Tanga ambapo mahakama ya wilaya ya Lushoto imemhukumu Muhaji Mohammad mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa kijiji cha Dule kilichopo wilayani Lushoto mkoani Tanga kwenda jela maisha baada ya kupatikana na hatia ya kulawiti watoto sita wenye umri wa kuanzia miaka sita hadi kumi. Taarifa ya Rahisa Saidi kutoka Lushoto, Tanga inasimulia. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani Muhaji Mohammad alitenda makosa hayo katika mazingira ya kutisha akiwalenga watoto wa shule ya msingi katika kijiji anachoishi. Mkuu wa mashtaka wilayani Lushoto, wakili wa serikali mwandamizi Silvia Mitanto amesema jamii haina budi kulinda na kutetea haki za watoto. na huyu mtumie alikuwa anatumia anatumia, kwa kesi sita zote amebaka watoto na kulawiti ha, watoto wote ni watoto, watoto. Shule ya msingi Vuluni, wadogo wengine wana miaka sita, wengine saba, wengine kumi. Kwa hiyo alikuwa amebaka katika mazingira tofauti tofauti. Tumemfungulia kesi sita tarehe kumi na tano mwezi wa nne ishirini na tano. Kesi mbili zimekamilika na zote tumepata conviction. Na hapa mkuu wa wilaya ya Lushoto Zefania Sumai ameonyesha kuchukizwa na tabia hiyo Puku akitaka jamii isifumbie macho matukio kama hayo right. Hii tabia ya watu tunafumbia macho matatizo yanayojitokeza kwenye jamii zetu, watoto wetu wanatendewa vitendo vibaya, alafu unakuta kwamba kwa sababu aliyefanya ni mjomba, mnasuluhisha nyumbani. Inatoa rai kwamba hii sio tabia njema kabisa. Kutoka hapa wilayani Lushoto, mkoani Tanga, Rahisa Said, Clouds TV.